Naam, karibu tena katika chaneli yako ya Darubini, sehemu ambayo tunaangazia mafundisho ya Kikristo, tukiangalia ni namna gani Mungu anataka kutufundisha kupitia kitabu chake cha Biblia. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata hizi video pale zinavyokuwa zinaachiliwa. Lakini pia naomba uweze kugonga kitufe hapo cha kengele ili uweze kupata taarifa pale ambapo video mpya inakuwa imeachiliwa. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutusapoti, tunashukuru sana kwa kuendelea kujifunza pamoja na sisi. Mungu aendelee kukubariki. Mada iliyoko mezani ni uongozi wa kanisa. Tuliangalia kuhusiana na sifa, lakini pia tukaangalia na kazi za mashemasi na maaskofu, lakini leo naomba tuchukue wasaa huu kujifunza jukumu la kuchagua maaskofu katika kanisa maaskofu. Hili jukumu likoje? La kuchagua na mambo gani ambayo yanatakiwa kufanyika? Karibu sana, ungana nami mpaka mwisho, na mungu akubariki. Wakati mwingine watu wanashindwa kusoma Biblia vizuri, tena bila kutafakari. Biblia inaonyesha jukumu la kuchagua wazee ambao ndiyo maaskofu ama wachungaji ni la washirika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 na walipokwisha kuomba wakaweka mikono juu yao. Ukisoma kwa makini maneno haya utagundua kuwa jukumu la kuchagua wazee ni la washirika, wao wanajua watu walio na sifa katika kanisa. Hawa washirika watahakikisha kuwa sifa zile zilizoandikwa katika Timotheo wa kwanza sura ya tatu, mstari wa kwanza mpaka wa saba na Tito sura ya kwanza, mstari wa tano mpaka saba zinafuatwa hakuna mahali popote katika Biblia panaposema kuwa kanisa la mahali fulani linaweza kushiriki kuwachagua wazee wa kanisa wakati mwingine kanisa la mahali fulani linaweza kuchagua maaskofu lakini inaweza kutokea makanisa mengine yakasema wazee wale waliochaguliwa sisi hatuwatambui nadhani kwa mujibu wa neno la Mungu hii siyo sahihi Washirika wa kanisa fulani husika wanahusika na kuwachagua viongozi wao, lakini makanisa mengine ya pembeni hayahusiki kabisa na kusema hawayatambui. Usahihi wa madai haya yanapata kibali iwapo huyo waliyemchagua ni mlevi au mzinzi, hana mke au ana wake na watoto wasio waadilifu. Kwa hiyo hii inakuwa ni dhahiri kabisa kama kanisa hilo likamchagua mtu wa namna hiyo, makanisa mengine wanayo wajibu wa kuwashauri ilo kanisa lililofanya hivyo, tena kwa upole, ili wajue shida yao katika neno. Sasa hao wakikataa, hapo ndipo busara inatakiwa itumike, kama maneno ya Mungu yanavyosema katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 mpaka 17. Sasa kuna watu wanasema watu wanabidi wafanye kampeni katika kuwachagua wazee kama vile dunia inavyofanya katika uchaguzi. Ukweli ni upi? Unajua hatusomi katika Biblia mahali popote pa kampeni ya wazee wa kanisa kwamba kila mzee alikuwa na timu yake ya kumfanyia kampeni. Mara nyingi timu kama hizi katika uongozi wa kimungu zimepoteza maana kabisa ya kuchagua wazee waadilifu. Lakini ni lazima tujue kuwa kila mtu anayetaka kuwa mzee wa kanisa maisha yake yeye na mke wake na watoto yatosha kumfanya achaguliwe bila kampeni. Kampeni ya wazee wa kanisa ni maisha yake na matendo yake mwenyewe. Washirika wasifanye kampeni za kimwili wanapowachagua wachungaji katika kanisa. Ni dhambi kumchagua mtu kuwa askofu kwa sababu ya maslahi yako au ya kikundi fulani, tena maslahi binafsi, wakati hana sifa ya cheo hicho. Ninaomba uchukue wakati wako utazame Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 7. Sasa naomba tujiulize, Je, ni sababu zipi zinazofanya askofu akome uongozi wake? Yaani uongozi wa uaskofu wa, ukome nini? Sababu, unajua yapo mambo yaliyo wazi kabisa ambayo Biblia inaonyesha kwamba kwa hayo uongozi wa huyo mtu unaweza ukakoma, yani uongozi wa uaskofu unaweza ukakoma. Kwa mfano, kashfa au dhambi zilizo wazi ambazo yeye amezitenda mwenyewe mke au watoto, kwa hizi zinaweza kumfanya askofu uongozi wake ukome. Katika Timotheo wa Kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa saba kuna mambo muhimu ya kuzingatia na haya ni kama yafuatayo. Moja, tunasema kwamba askofu anatakiwa awe mwenye kuisimamia nyumba yake, yaani mke wake na watoto wake, asipoweza hawezi kuliongoza kanisa. Mbili, ashuhudiwe mema na watu wa nje ya kanisa, yaani majirani na kadhalika. Lakini tatu, asilaumiwe katika mambo yote mabaya. Haya yakitokeza huyu askofu uongozi wake unaweza kukoma kwa yeye kujiuzuru, kama yeye mwenyewe anajitambua, na kama hajitambui basi wazee wenzake wanaweza kumkumbusha kabla ya washirika na watu walio nje ya kanisa kusema kwamba askofu na familia yake hawana matendo mazuri. Na hii pia inathibitishwa katika Wakorinto wa kwanza sura ya tano 5 na mstari wa sita tukichukua nafasi hiyo kusoma, basi maneno ya Mungu yanasema kujisifu kwenu si kuzuri, hamjui kwamba chachu kidogo hulichachua donge zima. Kwa hiyo hapa ina maana kama askofu na familia yake wakiwa na matendo mabaya, basi kanisa lote litanuka. Kwa hiyo kama mtu anajitambua kwa kazi hii atajiuzuru, kama la, basi wazee wenzake watamwambia mapema ili kuondoa kanisa kunuka. Jambo lingine ambalo linaweza kufanya uongozi wa uaskofu kukoma, siyo jambo la matendo yake yeye au familia yake au watoto lakini hili ni pale ambapo kuna wazee wawili na mmoja amekufa au kujiuzulu, basi huyu mwingine uongozi wake unakoma mpaka achaguliwe mwingine. Katika hili hakuna uongozi wa Mungu ulio wazi sana. Tunapohitaji msaada wa neno la Mungu, tunajaribu kuona na uwenda kuthibitisha katika Tito sura ya kwanza msali wa tano kwamba Paulo alimuacha Tito Krete ili aweke wazee tena. Katika Matendo sura ya 20 mstari wa 17 tunaona Paulo akiita wazee kutoka kanisa la Efeso. Katika eneo hili watu huoji mambo mengi, wengine uthubutu kusema, kwani huyu anakosa gani hata uongozi wake ukome? Yaani, labda mmoja amejiuzuru, mwingine naye uongozi unakoma, au labda mmoja amefariki, mwingine naye uongozi unakoma. Maana kama sifa watu wanasema anazo, ambazo zipo katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 7 na zaidi ya yote ametamani mwenyewe kufanya kazi hii. Lakini ni vizuri kusoma vizuri Biblia na kutafakari kwa kina. Ukisoma Matendo sura ya 8 mstari wa kwanza, tunaona adha ya kanisa la Yerusalemu, ambalo Wakristo walipotawanyika, mitume walibaki miongoni mwa mitume walichaguliwa wazee. Swali ambalo tungejiuliza, kwa nini mitume hawakumchagua mzee mmoja katika kanisa la Yerusalemu? Lilipotokea tatizo la tohara katika mahubiri ya mtume Paulo, kanisa likamtuma tena likamwambia aende kule Yerusalemu. Tunasoma maneno ya Mungu katika Matendo sura ya 15 mstari wa tatu mpaka wa 5, maneno ambayo yanasema: basi wakisafirishwa na kanisa wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuongoka kwa mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyofanya pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama, wakisema ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika torati ya Musa. Hapa Biblia haisemi walikaribishwa na mzee, bali inasema walikaribishwa na wazee. Hawa walikuwa wazee wa kanisa moja la Yerusalemu, na ndiyo maana katika Matendo sura ya 15 mstari wa sita maneno ya Mungu yanasema mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Kwa maneno haya machache, yaweza kutuonyesha njia ya kwamba askofu uongozi wake waweza kukoma iwapo mwenzake atakufa au kujiuzuru, kwa sababu hakuna askofu mmoja bali kuna maaskofu zaidi ya mmoja. Maanake hawa ni wazee kama ilivyobainishwa katika matendo sura 15 mstari wa 3 mpaka wa sita. Mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza kuhusiana na mada hii ndogo ya kuhusu uongozi wa kanisa, yaani wazee ambao ni maaskofu aa, lakini pia na ma mashemasi. Basi kama utakuwa na maswali zaidi ya hapo, usiache kunitafuta, na mimi nitakujibu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Asante sana kwa kunisikiliza. Mada hii ndogo iliruka ikiwa inaenda sambamba na mada nyingine ya siri za kitabu cha Ufunuo. Usiache kutufuatilia kwenye siri za kitabu cha Ufunuo, ambapo tunaendelea kuangalia ni namna gani Mungu alitumia lugha ya picha na mafumbo kuongea na kanisa lake. Basi tukutane wakati ujao, tukiendelea na mada yetu. Barikiwe sana.